Habari za hivi punde zinaripoti kuwa mashambulizi mapya ya angani ya Israeli dhidi ya Irani yametokea licha ya agizo la rais wa Marekani Donald Trump la kuzuia Israeli kufanya mashambulizi hayo ili kudumisha mapatano ya muda ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa saa chache kabla. Vyombo vya habari vya Irani na Israeli vimeripoti kuhusu milipuko miwili iliyosikika jijini Taharani, na ripoti kutoka redio ya jeshi la Israeli zimesema kwamba Israeli ililenga maeneo ya rada ya Irani karibu na Tehrani. Mashambulizi hayo yalifanyika dakika chache baada ya Trumpu kusema kwamba Israeli ilikuwa imefanya maamuzi ya kuacha mashambulizi hayo kwa mujibu wa amri yake. Muda wa mchana huu, Trump kwenye mtandao wake wa Truth Social ameandika maneno yanayoonyesha hasira yake kwa Israeli: Israeli, msidondoshe hayo mabomu, kama utafanya hivyo ni ukiukwaji mkubwa, rudisha rubani wako nyumbani sasa, ameandika Trump. Trump alitoa kauli hii baada ya kuondoka ikulu ya White House kwa ajili ya ziara ya kilele cha NATO huko The Hague nchini Uholanzi. Pia awali Trump alikashifu pande zote mbili, Israeli na Irani, kwa kukiuka mapatano ya kusitisha mapigano na alionyesha hasira kubwa kwa Israeli ambayo ilikuwa imetangaza mashambulizi makubwa dhidi ya Teherani baada ya uzinduzi wa kombora moja kutoka Irani jambo ambalo ameliita kuwa lilikuwa kosa kubwa. Trumpu aliongeza kusema kwamba hakuwa na furaha na pande zote mbili kwa kuvunja mapatano, lakini alionyesha hasira zaidi kwa Israeli. aliwaambia waandishi wa habari na hitaji kumtuliza Israeli. Sasa vyombo vya habari vya vyah Israeli viliripoti kwamba Trumpu alizungumza na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwa simu. Ripoti ya Axios imesema Netanyahu alijibu kwa kusema kuwa Israeli itapunguza wimbi la mashambulizi baada ya kusitisha kabisa. Hakukuwa na taarifa ya haraka kutoka ofisi ya Netanyahu. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz awali alisema kwamba aliamuru jeshi la nchi hiyo kufanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya Tehrani kama jibu kwa kile alichokiita uvunjaji wazi wa mapatano baada ya makombora kutoka Iran. Hata hivyo, Irani ilikanusha kujihusisha na uzinduzi wa makombora yote na kusema kwamba mashambulizi ya Israeli yaliendelea kwa zaidi ya saa moja na nusu baada ya muda wa kusitisha mapigano kuanza. Hii ni Msasa Media. Endelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kama Msasa Online, Msasa Kisasa zaidi